Ninavyoweza kusema tu kwamba ukweli ni kwamba, na wagombea wetu kule tunaendelea kuwatia moyo waendelee katika kipindi hiki kigumu ambacho wagombea wengine wanamgombea wa urais, vyama vingine vyote, unagombea udiwani na mgombea wako urais anafanya kampeni e, unagombea ubunge na, mfanya, na mgombea wako wa urais anafanya kampeni. Lakini wagombea wa ACT Wazalendo wanagombea udiwani, wanagombea ubunge, mgombea wao wa urais hafanyi kampeni mgombea wa wao wa makamu wa rais hafanyi kampeni. Kwa hiyo najua dhiki walio nayo, huo upweke walionao katika kampeni zao, lakini tuendelee kumwomba Mungu, na ni kweli kabisa na sisi tunasikitika sana kwamba leo wenzetu wanaendelea kupanga ratiba za kampeni, lakini eh, sisi tuko mahakamani tunaendelea na ratiba za kimahakama na ratiba za kimahakama, lakini wenzetu wanaendelea na kampeni, lakini nini niseme tu, natamani sana kwamba hiki kifungo mahakama itufungulie ili tupeleke uongozi. Natamani kupeleka uongozi ambao ladha ya uongozi iliyopo katika hiki chama chetu, ladha ya uongozi tunayotamani kuipeleka haipo kwenye chama kingine chochote zaidi ya hiki chama chetu. Kwa hiyo, acha tuombe, tuendelee kuomba Mungu, na mahakama inavyoenda, hatujui wanaamua nini, lakini natamani sana kwamba hiki kifungo e, nifunguliwe ili tuingie kwenye kampeni kuhakikisha kwamba tunaipigania taifa letu, ili taifa letu, linahitaji viongozi linahitaji viongozi wa aina hii. Kwa hiyo ninayo shauku kubwa ya kwenda kule, na hapa ni hiki kifungo cha mahakama ambacho tunasubiri, kikifunguliwa, basi tutaenda kwenye kampeni na sisi tuko tayari, tulishajiandaa na tuko tayari muda wote, hata kabla ya Ijumaa kama mahakama itabadilisha itasema itoe hukumu kabla ya hapo, si tuko tayari, weekend nzima hii na wiki nzima hii kufanya majumuisho kwa maandishi. Na pande zote mbili, kwa maana ya sisi na upande wa serikali, wote tuliweza eh, kutimiza amri ya mahakama, na tumewaambia mahakama hii leo kwamba nyaraka zote sasa ziko mbele yao na mahakama imetuthibitishia kwamba imeziona nyaraka hizo na wamezisoma na wamejiridhisha kwamba hoja zilizoko zinajitosheleza wao kufanya uamuzi. Kwa hiyo, mahakama imesema kwa kuwa hili ni shauri la dharura na kwa kutambua kwamba uchaguzi mkuu bado unaendelea na ina uwezekano mkubwa pengine eh, eh, bwana Luhaga Johnson Mpina atarudishwa kwenye kinyang'anyiro. Kwa hiyo mahakama imesema itatoa hukumu ya shauri hili kuhusu, je, Luhaga Johnson Mpina anarudishwa kwenye kinyang'anyiro cha urais au la, tarehe kumi mwezi wa kumi, eh, mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano saa nane kamili mchana hapa masijala kuu Dodoma. Kwa hiyo hilo ndo ambalo mahakama imesema leo, imeona kwamba nyaraka zinajitosheleza wao kwa wao kuweza kufanya uamuzi. Kwa hiyo wamesema watatumia siku hizi tatu eh, na wao kwenda kutafakari kusoma hoja zote na hoja kinzani na kufanya maamuzi eh, muhimu kwa mustakabali wa taifa letu.